Jeshi la Polisi Mkoa wa Ruvuma linaendelea na uchunguzi wa tukio la kupotea kwa Padre Camillus Nikata, wa Jimbo Kuu Katoliki la Songea, ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Augustino Tanzania SAUT Mwanza. Kwa mujibu wa Kamanda wa Polisi Mkoa wa Ruvuma, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi SACP Marco Chilya, Padre Nikata alifika Songea tarehe tatu Oktoba mwaka 2025 akitokea Dodoma, akiwa na mhadhiri mwenzake ambaye pia ni padre wa Jimbo la Songea na walifikia katika nyumba ya, ya padri Shanney. Napenda kutoa taarifa ya kupotea kwa Padre Camillus Nikata kama ifuatavyo: Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma, tarehe 9 mwezi wa 10 2025, katika kituo kikuu cha polisi Songea tulipokea taarifa kutoka kwa uongozi wa jimbo kuu Katoliki Songea juu ya kupotea kwa Padre Camillus Nikata bali pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Augustino Tanzania na ni SAUT cha huko Mwanza. Taarifa kamili ni kwamba Padre Nikata ambaye ni mwenyeji wa Songea, sehemu inaitwa Hanga, alifika Songea tarehe tatu mwezi wa 10 2025 akitokea Dodoma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 lakini hawakufanikiwa kumpata. Baada ya jitihada hizo kugonga mwamba, tarehe 9 Oktoba mwaka 2025 taarifa rasmi za kutoweka kwa Padre Nikata zilitolewa kwa jeshi la polisi. Ilipofika tarehe 9 mwezi wa 10 2025, waliweza kutoa taarifa ya kutoonekana kwa Padre Nikata tangu tarehe 7 mwezi wa 10 2025, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma limepokea taarifa hiyo na limeanza kufanya upelelezi wa kina wa kumtafuta Fadha Nikata, na tutakuwa tunatoa taarifa ya mara kwa mara kwa kati ya upelelezi huu unavyoendelea. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma amesema upelelezi wa tukio hilo unaendelea na ametoa wito kwa wananchi wote wenye taarifa zitakazoweza kusaidia kupatikana kwa Padre Nikata, wasiliana na vyombo vya usalama. Naomba kutoa wito kwa wananchi wema watakaokuwa na taarifa yote zitakazoweza kusaidia kuwezesha kupatikana kwa padre Nikata wazitoe katika kituo chochote cha polisi, kwa kamanda wa polisi mkoa mimi ni Shehani Mzeina na hii ni Toka Zamani Tv. Kwa taarifa zaidi, tafadhali subscribe na bonyeza alama kengele, tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani Tv.